Isi. Wakati ukitafakari hayo mtazamaji, tuelekee sasa katika Falme za Kiarabu ambapo makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan yupo mjini Dubai kushiriki mkutano wa jopo la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa la kuwawezesha wanawake kiuchumi kama mmoja wa wajumbe wa jopo hilo. Taarifa zaidi zinasema kuwa katika mkutano huo unaofanyika katika Falme za Kiarabu unahudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali mashuhuri akiwemo mrithi wa mtawala wa Dubai mtukufu Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Mwandishi wetu Oscar Urasa ametuandalia taarifa zaidi. Makamu wa Rais Samia Suluhu Hasani akiwa kwenye mkutano wa jopo la kuwawezesha wanawake kiuchumi unaofanyika mjini Dubai. Katika mkutano huo, Tanzania kama nchi mwanachama imepata fursa ya kueleza uzoefu wake wa namna serikali ya Tanzania ilivyojipanga kuwawezesha wanawake hususani wale walio katika sekta isiyo rasmi. Mkutano huu ni moja katika mikutano ya ile kamati kubwa Uh, ya viongozi wa juu waliochaguliwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuangalia mambo ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi dunia nzima. Lakini kama tunavyojua kwamba matatizo ya dunia hayako uniform, kila bara lina matatizo yake. Kwa tuko hapa kuangalia uh, uzoefu tofauti kutoka mabara tofauti na changamoto gani zinatupata katika kuwawezesha wanawake Makamu wa Rais Samia Suluhu Hasani amesema pamoja na kila bara kuwa na changamoto zake, bado kuna umuhimu wa dunia kuhakikisha inaweka misingi madhubuti ya kuinua wanawake kiuchumi, hasa wale wa ndani ya nchi ambao wengi wao wanaishi vijijini. Katibu mkuu mpya wa Umoja Mataifa ametutumia meseji asubuhi hii, na akataka ripoti tutakayompelekea mwezi Machi ionyeshe hatua tunazopendekeza zichukuliwe ili wanawake wa dunia, hasa wanawake ambao wako katika Uh, daraja la chini, wanawake wakulima, wanawake ambao wanafanya kazi ndogo ndogo, wanawake ambao wako kwenye sekta sio rasmi waweze kuinuka na wenyewe, lakini iwe ni, ni, ni juhudi ya pamoja. Mkutano huo umewakutanisha washiriki takribani 45 kutoka sekta mbalimbali ikiwemo serikali, taasisi binafsi, wachambuzi wa masuala mbalimbali ya kuwawezesha wanawake kiuchumi kutoka jumuiya ya kimataifa. Oscar Urasa, TBC. Tuelekee makao makuu Dodoma.